Asante sana, mtazamaji. Kama nilivyoahidi, tunaingia katika sehemu ya ukumbi, leo tukiwa tunazungumzia maswala yanayofungamana na muungano wa COMESA ambao unaleta pamoja mataifa yaliyoko barani Afrika kutokea sehemu za kusini na hata mashariki eh, katika maswala ya biashara, uuzaji, uingizaji, ajira na kadhalika. Leo tumebahatika kuwa na katibu katika wizara ya uh, biashara na viwanda viwanda eh, na yeye anahusika sana katika idara ya viwanda na mzungumzia Daktari, eh, Juma Mkwana. Asante sana. Sana kwa kufanya muda kuwa pamoja nasi, najua pilika, pilika na shughuli ni nyingi, lakini karibu asante. Nimrod, asante sana, sana. Asante sana. Asante. Sasa basi, Kenya inapata fursa nyingine kuwa mwenyeji wa kongamano la COMESA e, baada ya kongamano kama hili kufanyika Lusaka, Zambia. Pengine kwa wale wasiofahamu COMESA inamaanisha nini, kwa sababu kuna wale pengine wanalisikia kuna wale pengine wanashiriki katika masuala ya biashara katika mataifa haya, lakini pengine tuanzie hapo, ndio watu waweze kufahamu. Wengine wanahisi kwamba ni muungano pengine unahusisha hata mataifa yaliyoko magharibi ama ulimwengu mzima, lakini ni hapa barani Afrika. Asante, asante Nimrod. Eh, COMESA kwa Kiingereza ni Common Market for Eastern and Southern Africa, ni kusema ni muungano ya mataifa katika Eastern and Southern Africa ambayo wanafanya biashara pamoja so, tuki ya tukiangalia saa hivi ile tuko eh, muungano inaleta pamoja inji kutoka upande wa kusini ya Afrika, South Africa, eh, Zimbabwe, Malawi, Zambia, eh, kukuja Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, eh, Kenya, mpaka hata Egypt iko ndani. Na lengo lake kubwa ni kujaribu kufaidi especially wafanyabiashara eh, wakubwa na wadogo wadogo ili tuweze kusalisha vile uh, vidhaa katika uh, industry zetu, viwanda zetu ambazo tunaweza uza uh, katika hii region. So uh, hii wiki vile unajua, tuko tuna host hiyo E, summit ya COMESA hapa Nairobi na tunaangalia hali, tumetoka shida tuko nazo na, na tunaenda wapi na. Kama sikukosea ni muungano ambao umeanzishwa mwaka 1994. Awali ni muungano ambao ulifahamika kama preferential trade area. Tofauti ya wakati huo na sasa ni ipi? COMESA imerahisisha kufanya biashara ama bado kuna changamoto? Wakati tu ilikuwa inaitwa preferential trade area ilikuwa inasaidia saidi wale wafanyabiashara wakubwa wakubwa, na ikaonekana ya kwamba eh, ni, ni vizuri eh, tulionelea ni vyema pia tuweze kuhusisha wale wafanyabiashara wadogo wadogo, na ndipo tukaangalia ile ajenda ambayo tulikuwa nayo na katika Preferential trade area tukaona ya kwamba e, tunaweza pia kuleta nchi zingine. Ukiona area kama Egypt haiko hapo ndani e, na wengine so, so imekuwa kubwa kidogo na pia tuna, tunajua ya kwamba ingawa tumeshikanisha eh, kusini na mashariki ya Afrika eh, pia eh, ina faidi kwa sababu hii eh, muungano pia imeshikana na ile inaitwa African Continental Free Trade Area, so ile lengo yote ambayo tunajaribu kufanya eh, chini ya COMESA na chini ya eh, African Continental Free Trade Area ni kujaribu kuongeza eh, idadi ya biashara ambayo tunafanya kama Waafrika no. na nikiweka tu katika mfano ni kwamba tukiangalia uh, uh, bara zingine kama Europe, uh, ile kitu tunaita intra europe trade ile biashara ambayo inafanyika kati ya mataifa ambayo iko Europe ni 70%. Ni kusema ya kwamba bidhaa uh, ambazo zinauzwa hapo Europe zinatengenezwa Europe kwa kiwango ya 70%. Tukienda katika bara la Asia, e, nchi kama Malaysia, Singapore, Japan, China, India na hiyo e, biashara yao wanafanya intra-Asia trade e, karibu 50%. Kusema ile mali ambayo wanauza na kununua e, export zao na import zao zinatengenezwa huko e, Asia. Shida ambayo tuko nayo katika Afrika ni kwamba e, intra Africa trade E, biashara kati ya mataifa e, ya Afrika No. ni only 15%. Uh -huh. Meaning, e, sisi tu Kenya ikifanya e, biashara na wengine na Nigeria na Ghana na South Africa, ile biashara yetu ambayo Afrika bidhaa tunatengeneza Afrika tunauza hapa Afrika, idadi yake ni 15%. Uh-huh. E, na ni kitu kidogo sana, kumaanisha 85% ya ile bidhaa ambayo tunafanya biashara inatoka nje na tuna hatari, hata, hatari hapo ya kwamba kama bidhaa inatoka nje kama sasa u, e, e, 15 ni ya hapa, 85 ni ya nje e, kumbuka ya kwamba wakati tunanunua hizi bidhaa kutoka nchi zingine kama China ama India e, tunanunua bidhaa ambazo zinatoka kwa faktori zao, na hizo faktori zimeandika watu zao hizo factori zinanunua raw material kutoka kwa hizo nchi zao, kwa hivyo faida, faida inabaki kule. So kwa Kiingereza huwa tunasema every time you import a product you export jobs. So sisi kama Afrika, ukiona kwa sababu ya hiyo ulegevu ya kwamba sisi kama Waafrika hatufanye biashara kati yetu, ni kusema ya kwamba tumechukua ajira mingi ya vijana wetu tukapeleka ng'ambo. Wale watu ambao wanatuuzia hizi bidhaa wameandika watu zao, wame, wanatumia maji yao, wanatumia stima yao, e, badala ya sisi e, kuandika vijana hapa tununue raw material ya, ya wakulima wetu tununue stima yetu tununue maji yetu, ndio tuinue hii uchumi na ndio e, unaona sangine huwa e, nafikiria kwa sababu naona wakenya wanaongea mambo ya, mambo ya cost of living E, na mimi kama mtu ambaye ninatoka kwa ile kitengo ya biashara, Nimrot no. e, itakuwa ngumu sana mimi na wewe no. kuongea vile tunaweza inua hii ekonomi e, e, e, e no. e, kama kazi yetu no. sio kusalisha no. kazi yetu ni kuimport no. e, so, so, so kama Wakenya no. e, tukitaka ku, ku, ku, kufanya hii uchumi iende mbele no lazima tujifunze kusalisha mali yetu hapa. E, wa Kenya tupende ile vitu. I, unajua vituunajua wa Kenya pia saa nyingine tunapenda imported goods. Uh -huh. Tunasema ya tuna, tuna hii akili ya kwamba ile vitu ambayo inatoka nje ndio quality mzuri, so saa nyingine tunadharau ile vitu ambayo inatengenezwa hapa alafu tunanunua vitu za watu wengine so, so, ni kukatiza kidogo tu. Maana yes. Najua umezungumzia asilimia 15 ya biashara yes. Kwa mwingine atafikiria pengine ni Kenya peke yake au pengine ni bara zima kwa bahati mbaya, hata hiyo asilimia 15 ambayo tunafanyia biashara, utakuta mara nyingi ni bidhaa tunauza, sio tu barani Afrika, nyingi tunauza mataifa ya ughaibuni. Chukulia mfano, kama ni katika masuala ya kilimo eh, kama ni parachichi, kama ni matunda, kama ni mboga, kama ni maua tunapeleka ng'ambo mara nyingi si barani Afrika. Sasa changamoto iko wapi? Kwa sababu ni aidha changamoto za bei kwamba tukiuza barani Afrika mtu kama mfanyabiashara anahisi kwamba hapati faida zaidi kama anavyosafirisha pengine kuto, kuelekea Marekani, Holanzi na kadhalika. Je, hilo ni tatizo ama namna gani? E, unajua yeah. E, ile bidhaa vile umesema, sisi Afrika tunaweza kujiuliza, ama Kenya ni kitu gani tunauza? Ni ile kitu inaitwa raw material Afrika eh, tunauza eh, kama ni vile vitu umesema agricultural produce, maua nauza yeah, ngozi yeah. Alafu akifika huko inatengenezwa inakuwa viatu inakuwa, yeah. yeah. inakuwa wallet, alafu tunarudisha. So ukiona ukitaka kujua ni kwa nini hii eh, kitu inasumbua na ndio naona umaskini yetu na ajira ya vijana inakuwa ngumu kupata ni kwamba ukiona container moja inatoka China inakuja hapa Wacha tuseme hiyo container iko na mobile phones, hiyo e, uh, container iko na mobile phones milioni moja karama ama e, value ya hiyo container moja inatoka China ni 400 milioni. Alafu inafika hapa sisi tunachukua hiyo simu ndio tunauza hapa, alafu tunaweka avocado ndani. Ile avocado yetu tumeweka ndani ni ya 40000. Sasa container ni moja lakini ukiona ao ni 400 million hiyo container ikikuja na ikirudi huko inarudi na 40000. So, so um, ile vitu sisi tunauza ni agricultural produce, so tunauza maua, tunauza kahawa, tunauza machani, avocado, uh, horticulture, but hii vitu ni low value. Kazi ni mingi ambayo tunafanya kwa mashamba ndio tuuze lakini pesa ile tunapata kutoka kwake ni kidogo. So, ile kitu lazima tuhimizane kama Wakenya ni kwamba e, wakati imefika lazima sisi kama Waafrika tuanze kuwekeza katika viwanda e, kwa sababu mimi ni PS wa industry, na naongea na Wakenya sana. Tuna misconception, tuna tuna bali tunachanganyika akili, tuna tunafikiria e, tuna ya kwamba tuna watu wengi ambao wanafikiria ya kwamba kasi ya kuweka viwanda ni kasi ya serikali e, na nafikiri hapo ndiyo imetushika nyuma, mm-hmm. E, kwa sababu ukiangalia ulimwengu wote kasi ya viwanda ni kasi ya private sector. Kasi ya serikali ni kuwa rifari mwema kutengeneza sheria ya kuhakikisha ya kwamba hivi viwanda hasiharibu mazingira, kama simeandika watu inalipa vizuri, e, vitu kama hiyo na. Lakini E, kazi ya kuwekeza viwanda, tutengeneze misumari, tutengeneze pap, tuwaya, tutengeneze nyundo, tutengeneze panga. Angalia kitu kama panga hiyo, e, ni kitu, kwa nini tunatoa hiyo India no. ama China? Kwa hivyo ile kitu wa Kenya e, katika nikiangalia wa Kenya vile tunakaa e, hii ni 2025. tuna ile kitu tunaita Industrial Revolution. E, Industrial Revolution ni wakati ulimwengu ilianza kufanya mambo ya viwanda kwa eh, hali ya juu na ile first Industrial revolution bali sasa tulijua industry lazima ikuje ndiye tusaidie kwenda mbele. Ilifanyika katika nchi ya Uingereza Britain eh, eight, eh, 1740 the first Industrial revolution ya dunia mzima ilianzia Britain eh, 1740 na kutoka hapo E, wa, wa, wa, watu wengine wa European awa e, wakachukua hiyo Germany e, Switzerland e, France pia wakaanza kuegeza kwa viwanda, wakapata ile first industrial revolution yao. Wakati hao wazungu walikuwa wanahama wanaenda Marekani na zile nchi za Brazil na Argentina, wakahama na hii utaaluma wakaenda wakajenga industrial revolution. Wakati e, ilijulikana ya kwamba bei ya kufanya viwanda kusalisha bidhaa kutoka viwanda huko Europe ikaenda juu, na Marekani wakaanza kupeleka hizi factories huko India, China, Singapore, Malaysia, tunajua Philippines na hawa watu wote, Korea, wamekuwa sasa fast developed world, wametengeneza wame uchumi wako na utajiri kwa sababu ya viwanda. Uh, saa hivi vile tunaongea, hizo nchi zote, Amerika, Europe na Asia wamekuwa na ile kitu tunaita First Industrial Revolution, ile 18, 1740, okay. Wamekuwa na second, third Nimrod tukiongea za AI wanatuongea juu ya Fourth Industrial Revolution no. Sisi katika Afrika ile First Industrial Revolution no. Yenye Britain ilipata 1740 no. Sisi hatujafika hapo. Daktari, najua umezungumzia kwamba ndio ni wajibu wa wawekezaji wa kibinafsi yeah, kuingia katika masuala ya uh, uzalishaji hasa katika viwanda, lakini kwa baadhi yao wengi wakizungumza, utasikia kwamba kuna matatizo Aidha, gharama kutoka kwa serikali ya kuanzisha viwanda inakuwa kubwa sana kutoka kwao. Kuna masuala ya ukiritimba, kuna masuala ya leseni, kuna masuala hata ya kupata zile ambazo tunaita malighafi ama raw materials. Wanapozitaka ama kuziagiza kutoka nje kutengeza bidhaa inakuwa ghali. Sasa nafasi ya serikali pale katika hili tatizo ni, ni ipi na ina uwezo wa ku, ku, ku, ku, kuondoa matatizo haya ama bado kuna changamoto kutoka upande wa sekta. Nikiona mm, hakuna <coughs> nji haina matatizo. So hatuwezi sema hizo shida ambazo zanasema ni shida za Afrika ama za Kenya. Bahali yoyote ukienda dunia mzima viwanda siko na shida, lakini e, wacha nirudi nyuma kidogo. Tukiangalia katika Afrika inji ambazo ziko na viwanda zaidi nji ya kwanza ni South Africa. Tunajua South Africa katika mambo ya industry wako mbele, na nataka kuambia ya kwamba ukichukua east central and southern Africa, so South Africa number one, Kenya number two. So tukichukua kutoka Johannesburg, Pretoria, the next industrial base ile kubwa kabisa ni hapa Kenya. Kwa hivyo hata ngawa tuko na shida zetu E, tumejaribu. But, tukiangalia katika Afrika tuko karibu namba sita ama namba saba. Kwa hivyo tuko na South Africa, tuko na Egypt, tuko na Algeria, Morocco, Nigeria, alafu sisi tuko hapo karibu namba sita ama namba saba, kwa kuwekeza kwa viwanda e, na nikiona e, mwenendo wetu wa kuwekeza katika viwanda nimesema, awa wa, wa, wa Chinese na wajapanes wamewekeza viwanda mpaka wamepata utajiri yeah. Uki, ukiangalia vizuri na ndio swali lazima sisi tujiulize. Serikali iko na roli yake, vile nilisema serikali kasi yake ni kuwa rifari mzuri, but you see, una, uwezi kuwa rifari kama kuna player. So ile kitu tunakosa eh, katika Afrika na katika Kenya ni wachezaji katika viwanda. Kwa nini nasema hivyo? Eh, ninasema hivyo kwa sababu ukiona ile industrial revolution tume describe ya ya ya Uingereza nya Europe Germany na, na France na hii uh, zinji zote na Marekani. Europe imekuwa industrialized na Europeans. Ukienda Marekani, the industry za Marekani person yule mtu ambaye anaegeza kwa viwanda anafanya sisi wanakuwa na viwanda mingi ni mu mw Amerika mwenyewe ukienda katikaaa yule mtu ameegeza na akafanya Japan ikakuwa industrialized ni no. mchapanisi. Mchinese ame industrialize China. India ni waindi wana industrialize. Lakini ukifika hapa Afrika, sisi mimi nakaa kwa ministry na huwa naambia watu wangu wa Kenya tuna kasumba kidogo katika kichwa yetu. Eh, unapata wa Kenya ambao wako kwa hii space na ungeaga na ndugu zangu hapa kwa Kenya Association of Manufacturers, mm -hmm. Chamber of Industry na Kepsa wanatumia pesa mingi kupanda ndege kuenda kutafuta huyu mtu anaitwa mwekezaji. E, so tumefanya. Kama nikiangalia kalcha yetu, tuna ile akili ya kwamba mwekezaji ni mtu hafanani na wewe, ni mrod so kama mimi nafanana na mimi na wewe, unaona mimi sio investor. So tunaenda kutafuta mtu ambaye hafanani na sisi. Ile, ile, ile kitu najaribu kusema ni kwamba sisi wa Afrika tunaamini ya kwamba hii inji itakuza viwanda, mchainisa atakuja afanye hiyo kazi. In other words, e, tunasema kama mchaina amefanya kazi yake ya kuindustrialize China, na mjapaniza ameindustrialize Japan, iko shida gani Mwafrika kuindustrialize Africa hapo mali. na hiyo bahali lazima tuingie kwa watu wetu. nikimalizia tu hapo kidogo na. kwa sababu tangu kaunti zikuja mimi nimeangalia sana na. watu wengi ukiongea mambo ya viwanda wanakuambia: oh, hakuna pesa. viwanda iko na pesa mingi hapana. tangu tuanze devolution in 2013 ndugu yangu Nimrod na. mimi natoka Bungoma kila mtu ambaye anapata pesa kidogo, ukiangalia zile hoteli zimejengwa hapo Bungoma Ta from 2013 the last 12 years ni saidi hata na ndugu yako uh, nani what is his name Chamwada uh, no. alikuwa juicy huko akiprofile. no. yeah. zile hoteli zimejengwa huko ni karibu mia moja, na hoteli moja ni 50 million, ni 60 million. Sasa ile kitu nataka kuhimiza wakenya wetu ni kwamba ndio kujenga hoteli ni vizuri lakini sasa tumejenga hoteli za kutosha, tujaribu kuegeza kwa viwanda, kwa sababu mi wanaenda kwa hizo hoteli. Ndugu yangu, unapata mtu amejenga hoteli ya milioni hamsini, ukienda hapo jioni ni yeye mwenyewe anakunywa chai peke yake ata... So kama Waafrika, lazima tubadilishe mwenendo na mafikira yetu, ya kwamba ile mashini, nataka kumalizia, unaona ndugu yangu, mashini ya kutengeneza msumari, mimi nimetembea sana kwa factories ile mashini unatengeneza inji moja na inji mbili ya msumari no. ni saizi ya hii meza. Bei yake, bei ya hiyo mashini ni elfu mia sita peke yake. Ukiweka tu kwa stima, unaweka hiyo waya, tunaweka ndani, tunaita wire rod one hour, hii, kamesa, hii kadogo inakutengenezea misumari eh, kilo karibu mia moja hamsini eh, tuna mashini za kutengeneza hata waya sengenge. mm -hmm. Tuna ya kutengeneza barbed wire, tuna vitu ya kutengeneza avocado oil, tuna kitu ya kutengeneza tissue paper. So vitu ndoko, ndoko. So ile kitu nataka kuwahimiza wakenya no. E, hii vita tunapigana ya kuita cost of living ndugu yangu no. If you see what we are doing, if we are not producing, kama hatusalishi hapa no. No. mwezi kisha wewe unakula mshahara no mimi nakula mshahara, mwalimu anakula mshahara, daktari anakula mshahara. Hiyo pesa yote tunakusanya, tunapeleka wapi? China kununua nini? Kiatu, tai, e glass, mobile, kalamu. So kama inji kasi yetu ni kubeba pesa yetu kupelekea okay, wengine okay. Alafu tunaanza kung'ang'ana ya kwamba cost of living iko juu, na ndio huwa naambia watu hii uh, sio siasa kama hatuwezi salisha hapa, hata Yesu Kristo akikuja akuwe rais wa inji atatupata pale pale. Cost of living ndugu yangu. <laughs> itakaa pale pale. Daktari Mukwana, naomba tukomee hapo kwa sasa. Kwa dakika chache, tutuende mapumzikoni alafu tutakaporejea, nataka tujungue ni sekta zipi ambazo e, tumeweza kufanikiwa katika kufanya biashara katika eneo hili ambalo tunaita e, uh, COMESA ama muungano wa COMESA, na ikiwa tunapata mapato kutoka nje, tunafikisha mapato kiasi gani katika uh, e, serikali? Tunapeleka kiasi gani ambacho kinaingia katika hazina so ya kitaifa? Mtazamaji, siondoke hapo ulipo, tuko naye Daktari Juma Mukwana ambaye ni katibu e, katika idara ya viwanda katika wizara ya biashara na viwanda. Usende mbali, tunarejea.